Mbunge ya wa Bura Yakub Adow kuno akiandamana na viongozi wengine leo hii amezindua rasmi basari ya hazina ya eneo bunge yaani NGCDF ili kufadhili elimu ya, ya wanafunzi wa eneo hili. Katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa kijamii, vijana wa mama na washikadau wa elimu, na katika historia kwa mara ya kwanza kupitia jitihada za Mheshimiwa Yakub Adow amezindua basari ya shilingi milioni sabini kwa ajili ya ufadhili wa elimu wa wanafunzi wa sekondari na wale wa elimu ya juu. Basari hii yetu, high school tunawapatia flat rate ya elfu tano. Wale wanafanya diploma tunawapatia elfu kumi. Wale wanafanya degree tunawapatia elfu kumi na tano. Wale ambao wameapply na wameweza kupata basari hapa ambaye ni wa secondary schools in terms of numbers ni watoto takriban, ni watoto elfu tatu na mia mbili 3200 students. Ndio, kila mtoto amepewa elfu tano. Kwa colleges na universities, watoto ambao wameweza kupewa check ya elfu kumi na elfu kumi na tano. Na hiyo list tunaibandika hapa. Leo ni Sunday. Kufikia Monday ama Tuesday hiyo list inabandikwa hapa. Ikibandikwa hapa kila shule na watoto ambao wamepata. Wazazi na wazee wa kijamii waliohudhuria wamesifia utendakazi wa mbunge wa Bura Yakub Adow Kuno katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, huduma za serikali, kilimo na mengine mengi. Eze, kuna watu wanatoka mstuni wamekuja leo kwa hiki kikao, lazima tuwafahamishe. Ingine ni mambo ya stima. Mheshimiwa, umechukua hatua nzuri sana. Zile manyumba ya North Walking Sai kuna stima Niko na nyumba moja no smoking saa hii watu wanaangalia TV. Imekuja kwa sababu yake. Waswahili wamesema muue mgala lakini umpe. Ingine niwaeleze. Mtafurahi. Ingine niwaeleze. Ni mambo ya bashari. Hii mara ya pili tuna launch hapa. Na yeye ndiye atatuambia. Hii ni mara ya tatu ana launch kwa roho safi. Kwa roho safi. Cheki ya mtoto wako unakabidhiwa hapa mbele. Hatujawahi kuona. Obyo, mimi ningeomba nyinyi watu wa Bura wacheni mambo mengine ambaye ya kandokando. Bunge yetu ya Bura Yakub Adow simba, najua wewe unajisifu, lakini inaonekana wazi <laughs> kelia marongo sisi bwana <hazimua> wanasiasa, lakini kile tumeona na macho lazima tuseme E, basari ilikuwa hii e, ofisi ya birth certificate. Mtu first ilikuomba ni mimi wallahi, siku ya pili ya jarudi imeletwa. Zamani mtu anatoka kutoka Balambala inatumia transport kufika hola go and back inatumia zaidi ya shilingi elfu kumi kulala transport, unaona. Kwa hivyo tunakuambia asante Yakuba bana Yakub Adow kwa ya maka moja Amelete nyumbani haba basa tfigiti. Hiyo ni mandoleo ya kwanza. Kitu muhimu kwanza. Baada amelete zatufazi basa tfigiti nyumbani kwenu. Amelete tena kijana yenu. Na imezaliwa bura imesombi bura tena. Naona sasa, siyo ni shukrani kubwa. Kwa hiyo yo mandoleo ya imefanya. Tunaweza kutajatata na moja moja tunaweza kuwa jioni. Kwa hivi tunawacha hapa hiyo kwa hivyo endelea hivyo hivyo, tunashukuru. E, Mungu akusaidie insha allah. Na siku ya leo ni siku ya elimu, na tunamwona yeye anaangazia sana kusupport watoto wale wanafanya bidii. Sisi kwetu ni kumshukuru, kwa sababu shida tuliyokuwa tukimlilia kila wakati, kumpigia simu ya maji, hiyo imekuja kwa kitabu ya kusahau maji ni mingi, hata ukienda kwa barabara inaenea huko, na tunashukuru kwa hayo. Kwa vile mtoto akisaliwa kwa wakati wako wewe, ndio unaitwa baba. Kwa hivyo tunasema ni shukurani kubwa, tutarudisha kwako kwa hayo. Aidha, viongozi waliohudhuria wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Hirmani Ismail Kodobo wamewarai wazazi na wanafunzi kukumbatia fursa zilizopo ili kuendeleza elimu ya eneo hili. Mheshimiwa, tumeguziwa mambo ya fire technical. Fire technical iko na vifaa vya kisasa ambayo inahitajika, kila kitu ambayo iko pale, hata kuna courses Mheshimiwa ambaye inafanyika hapa, lakini watoto wetu hawataki. Mpaka kuna watoto wamenikujia courses ambaye iko hapa fire technical watu wanaenda wanakaa dhika, wananipigia simu, nikamuuliza course gani unachukua. Kuna msichana hata amesikia ame vibaya sana, nimemuuliza ni course gani unachukua, kaniambia kuna course fulani sitataja. Nikamuuliza hiyo course si, eh, unalipa pesa ngapi? Pesa kiasi fulani. Unakaa shule ama unakaa wapi? Nimekodisha nime, nime nje. Tikiti ni ngapi? Ni kiasi fulani. Sasa unataka nini? Nataka pesa fulani. Nikamwambia si kwenu, mimi najua sukitoka so, tu hapo technical hata umalizi hata, hata nusu saa uko kwenu hapa, faya technical liko kwa nini unatoka hapa unaenda dhika, na unajua mzazi yako hawezi hii kozi unaacha. Kwa hivyo vijana wetu wako hapa, vijana wetu wanataka tu kusafiri, ajulikane mtu ameenda kusoma, ameenda Nairobi, ameenda Garissa, ameenda Mombasa. tunawacha kozi hapa. Wa ado. Ado analipa basari, serikali imejenga madarasa. Wewe mzazi lako ni kumpeleka mtoto shule. Kama mtoto haendi shule, ukishikwa, ukipelekwa mbele, mtoto atapelekwa shule, wewe utapelekwa jela. Na wakati huo, Mheshimiwa, hatutaki masla ile simu mingi wanakupigia zima, alafu yeye apambane na mkondo wake ya kisheria lako kwa mwalimu upewe, na ninaamini kwamba sisi wazazi wa Bura we can pay our school fees. Kweli urongo? Yes. maji yote yanatembea hapa, mbuzi wote naona hapa, kwa hivyo lazima tuhakikishe kwamba <laughs> elimu ni tuipeki pale mbele. Ahmed Nur Yusuf, MNY Media, Buratana.